Katika dunia iliyogawanyika kati ya nuru na giza, kati ya waliochaguliwa na waliopuuzwa, kuna simulizi isiyosimuliwa mara nyingi, simulizi ya wale walioko kimya, lakini ndio waliobeba uzito wa ushindi. Hii ni hadithi ya Nail, mvulana asiye na jina la kifalme, asiye na maono ya ajabu, wala sauti ya miujiza. Hakuchaguliwa na dunia, lakini aliichagua dunia. Wakati wengine waliitwa kuwa mashujaa mbele ya macho ya watu, Nail alichagua kivuli, akawa mlinzi wa wale walioitwa. Alitoka msituni akiwa mchanga, akalelewa kama kaka wa Fevaxi, mkombozi wa dunia. Lakini alipokuwa, hakutafuta sifa, bali ulinzi wa agano. Katika kimya chake, alificha maumivu. Kwenye miguu yake, alibeba njia. Na katika kifo chake, alitoa sadaka ambayo historia haikuwahi kuandika, lakini dunia haikuwahi kusahau. Simulizi hii sio ya ushindi wa jukwani, bali ya ushindi wa rohoni. Ni simulizi ya yule ambaye alichagua kutotambulika ili wengine wawe salama. Ni simulizi ya kivuli kilichomlinda mwangaza, kwa mtiririko wa kina, maelezo zaidi, na hisia nzito ili iwe hadithi kamili ya kusimulia au kugeuzwa kuwa kitabu. Alipatikana kwenye kimya. Usiku mzito ulitanda juu ya mlima wa Huan Soul, upepo wa baridi ukivuma kwa huzuni kama vile dunia ilikuwa ikilia kwa mtoto aliyeachwa. Ndani ya kichaka, aliwekwa imchanga, aliyefungwa kwa ngozi ya fisi, macho yake yakiwa wazi lakini hayana kilio. Hakuwa na jina. Hakujua mama yake ni nani. Hakujua hata alipotoka. Lakini mwanamke mmoja imama yake Fevaxi ya alipomsikia, alishikwa na hisia ya huruma ya ghafla. Mtoto huyu ametumwa. Si kwa bahati mbaya. Alimchukua, akamvika nguo na kwa sababu jina halikuwepo, akasema: He. Nitakuita Nail, kwa maana ulifika bila kutarajiwa, lakini kwa sababu maalum. Nail alikuwa bila kelele, alizungumza mara chache sana. Watoto wengine walicheka, walilia, waligombana eh, lakini yeye eh, alikuwa kimya, akisikiliza zaidi ya kusema. Fevaxi alimkaribia kama ndugu wa damu. Wote wawili walifundishwa maisha ya msituni: kuvua, kusoma nyayo, kutambua mimea ya tiba. Lakini Nail hakupenda kuwa mbele aliishi kando kivulini. Wakati Fevaxi aliongea na miti, Nail alisikiliza mizizi. Wakati Fevaxi aliona maono, Nail aliona njia salama ya kupita. Alijifunza mapigano kwa kutumia mikono yake tu, alishinda simba wa msituni kwa kasi na utulivu. Aliweza kutembea kwenye majani makavu bila sauti. Aliapa kimoyo moyo, Fevaxi anaweza kuwa nuru mimi nitakuwa kivuli kinachomlinda. Miaka ilipita, Fevaxi alianza kutambulika kama mteule mwenye maono na mwenye sauti ya dunia, lakini Nail hakutaka kushiriki sifa hiyo. Alikataa mafunzo ya kuona maono, badala yake alijifundisha kutokuwepo, ili kutoweka mbele ya macho, kuishi kwenye ukingo wa mazingira. Kila mara waliposafiri, Nail alikuwa wa kwanza kuvuka njia, kuchunguza hatari, kulinda bila kuulizwa. Alishambulia kabla maadui hawajajua walishambuliwa. Hakuwa shujaa wa hadithi. Alikuwa kivuli kilichoficha kifo. Wakati Fevati alisalitiwa na mmoja wa walinzi wa mawe, majeshi ya Mailori yalikuja kwa ghafla. Nail alisimama mbele bila kufikiria mara mbili. Alijua nini kingetokea. Alimpigania Fevati akiwa peke yake, akampitisha msituni hadi akafika salama lakini mmoja ya askari wa kivuli alipiga Nail kwa upanga wa giza. Jeraha halikuwa kubwa kwa mwili, lakini lilikuwa la roho. Akiwa karibu kufa, aliandika kwenye kipande cha kuni: nuru huwa mbele lakini haifiki popote bila kivuli. Alijificha ndani ya msitu wa kale, akapumua mara ya mwisho kwa utulivu. Hakuomba msaada, hakupiga kelele. Aliaga kimya kama alivyoishi. Baada ya ushindi wa Fevaxi, watu walikusanyika kumkumbuka, lakini jina la Nail halikutajwa mara nyingi. Hakuna makaburi, hakuna sanamu, lakini wazee wa msitu walisema hu. Usiku ukiwa kimya mno kabla ya hatari, jua Nail yuko. Fevaxi mwenyewe alisema hu. Watu wataniita mkombozi, lakini nilifika kwa sababu kivuli fulani kilinibeba. Kwa hiyo hadi leo watoto wa msitu hukuwa wakifundishwa: Usikate tamaa ukiwa kivulini. Huko ndiko mashujaa wa kweli huzaliwa.